Habari, um, kaka. Naam kaka, salamu aleikum. Waaleikum salam warahmatullah. Kwema ndugu, na alhamdulillah, nashukuru Mungu tuko vizuri kabisa, sijui huko ulipo. Uh, mimi bwana niendelee kumshukuru Allah, na kubwa kabisa nimshukuru Allah kwa afya na pumzi ambayo amenipa mpaka sasa, ni thamani kubwa sana kwangu, ni mtaji na hazina Naam, naam, sasa mambo yanazidi kuparanganyika, yamekuwa mengi kweli kweli huku Dar es Salaam ambapo mara baada ya ekundwa Msimbazi Simba kukosa e, ubingwa ule wa NBC Premier League mbele ya watani Young Africans, e, tumeona kulikuwa na tamko la vijana wale wakionyeshwa kuto kuridhishwa na uongozi wa mwenyekiti Murtaza Mangungu, lakini siku ya jana pia wazee E, walizungumza wazi wazi, wakionyeshwa wakiweka wazi, wazi kwamba kwenye hiki ambacho kimetokea wa kubeba lawama ni mwekezaji, kwa maana mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi, rais wa heshima wa klabu ya Simba na mwanachama e, Muhamed Dewji hili kwa upande wako limekaaje? walichokizungumza wazee kina mantiki, kina mashiko kweli? Salamu, mheshimiwa, sijui nianze na kusemaje lakini no, mimi nime, nimefuatilia hilo jambo na nimefuatilia kwa kina. Kwanza nisikitishwe mimi, nasikitishwa kwelikweli. Niseme imefika hali hawa wazee wanataka kuharibu mpira wetu, imefika hali my brother, wa wazee wanataka kuharibu simba yetu. Ndio, ngoja mi nikukumbushe baadhi ya misemo ambayo inakwenda kutuhitilafu, alafu utaona haya mambo yanaweza kukamilika kweli kama watu wa simba hatukuwa makini. Ndiyo, kuna watu huwa hawakae na siri. Kwa mfano, kuna mtu anaitwa Manara. Mimi nitaenda kutaja watu wazi wazi wala sinausu katika hili, sawa sawa. Kuna, kuna mtu anaitwa Manara yule jamaa hajawahi kukaaga na siri moyoni. Yaani yeye ukimpa siri mpe swala la madakika tu, hiyo siri itakuwa imejulikana na watu wote. Ndiyo ndiyo ndiyo na, nadhani na, na, na, na, na ukifaa sina haja ya kuanza kurejea, mimi nirejee mambo yake. Ndiyo hata juzi juzi ametoka kutoa siri ya matajiri zake, kwa hiyo yule bwana naona wakati anaamia ya Yanga aliwahi kukaa na baadhi ya watu wa Yanga, wakasema mpango wao wa kuhakikisha miaka kumi Simba asifanikiwe, akati akasema hadharani, akasema miaka kumi Simba watupata chochote. Hii inaanza kunipa picha. Kwa nini nimeanza kunukuu maneno hayo? sasa ukirudi miaka minne ambayo tumeanza kukosa ubingwa Yanga alianza kutuongoza na pointi kumi na moja akaja akatuongoza na kumi na moja kama kasikosea, au kumi na nne akaja akatuongoza kwa kumi Juzi anachukua ubingwa, tofauti ya pointi moja, anakuja kutufunga mechi ambayo ina utata ndani yake na longolongo kibao. E, mweshimiwa, mi ufahamu wangu management, kwa maana ya utawala, ndio. Utawala hauhakikishi timu inapata ushindi hapana utawala unahakikisha unailisha timu inachotaka, kwa maana kuipa mishahara kwa wakati, wachezaji wapate kukaa kwa wakati, wachezaji wawe na quality na vitu vingine, badala yake tutawategemea wachezaji wenyewe kwenda kutupa ladha, pamoja na benchi la ufundi. Umeendelewa sijui, lakini kama ulikuwa unamsikia vizuri mwalimu Fadru baada ya kumaliza mchakato mzima alisema kitu kilichomwondolea yeye kuwa champion ni mambo ya nje ya uwanja sahihi kabisa mambo ya nje ya uwanja hayatafsiri management moja kwa moja sio kweli mpira wetu umetengenezwa katika minadhiri ya kisiasa ziko timu eh, wako watu wamekaa watu hao wamejipanga na kuhakikisha wanaharibu miundombinu wanaharibu njia wanaharibu mifumo ya mpira wetu tunawafahamu wako wengi umenielewa brother ndio ndio sisi tulitakiwa kufanya rejea baada ya kukosa ubingwa huu tulitakiwa tufanye rejea moja, kama mashabiki wa wa, wa Simba Sports tu, tuanze kuulizana, ni wapi tulifeli, kwa nini tulifeli? Ndio ambapo tulipaza sauti kusema hivi hatuvitaki, vinaharibu mpira wetu, vimeondoka. Kama hivi vilikuwepo na tulikuwa tunaona ni hasari, si ndio muda ambao tulikuwa tunazungumzia? Kwa sababu wazee kipindi chote wapo, tulikuwa tunazungumzia mtu mmoja kudhamini timu nyingi. Ndio, ndio, ndio hatukumzungumzia Mohamed Dewji katika nukta yoyote, tulizungumzia mtu mmoja kudhamini timu nyingi, tulizungumzia mtu mmoja <laughs> ambaye ee, yeye binafsi ana timu lakini huyo huyo huku ni mjumbe ni, ni, wa bodi wa dhamini na huku ana timu. Tulizungumzia watu hao vitu <laughs> zile <laughs> hoja tulizoweka leo tumezisahau. Utekelezaji wake umekwenda kwa asilimia ngapi? Umeelewa sivyo? my brother, naam <laughs> <laughs> naam, ndo vitu ambavyo tulianza kupasa kuulizana lakini wapi naanza kupata picha kwamba kweli hawa jamaa wanaweza kuwa mabingwa wa miaka kumi hapa tulipo. Ina maana mwekezaji anatakiwa kukaa na hawa wadhamini wapya, e, Biadola sawa, ndio ndio, kuangalia wapi wameferi, sahizi kuanza kutafuta wachezaji. Kipindi ambacho tunaanza kutafuta wachezaji, yanamka magenge ya wahuni ambao wana umri mkubwa, lakini ni wahuni tu, kwa sababu hawajaonyesha busara yoyote, hawakuonyesha adabu yoyote. Si yani, yani sijatukana, sijatukana lakini kwa sababu walichokifanya hakiko katika mpira, tunapaswa kuwajibu kama walivyofanya. Kitendo cha jana kwanza ni kitendo cha udhalilishaji, hakina adabu ndani yake. Simba tuna mikutano mikuu, ndio kwa nini tusende tukaseme katika mkutano mkuu? Kwa hiyo wazee wa simba wameikosea Simba, kwanza hawana haki ya kuendelea kuwa wanachama. Yani, nikuambie yapite kwanza maamuzi magumu katika jambo hili, kwa sababu hawa jamaa hawa wameshapewa posho. Mimi nimetazama uwepo wa wale wazee, ngoja nikwambie my brother, ndio, ndio. Sisi maskini tunajuana, narudia kusema sisi maskini tunajuana. Nina hakika ni ya asilimia mia moja, wazee waliokwenda kukaa pale jana ni kama mimi, wote walitumia daradara kuja. Hawa watu wanaweza kupewa viposho, hawa watu wanakwenda kuitilafu klabu brother. Ukisikia kuna watu wanatumika katika simba wanatumika katika so mulitazama ngungu ukisikia kuna watu wanatumika katika Simba ni hao ambao wanaanza kuleta migogoro ambao haina msingi, kwa sababu hichi kinacholetwa sasa hizi ni mgogoro. Maanake Mohamedi ni muumini wa wa, wa, wa vyombo vya habari, tushukuru tu, wana busara, tushukuru. Ni mtu mwenye maarifa, anakwenda kuangalia. Wamekaa watu kumi tu, wale ambao hawajitambui hata wanachokizungumza, wanaanza kumkashifu, wanaanza kumshutumu. Umenelewa? sijui ndio nini tafsiri yake. Chukueni posho, kamtoeni Mohamedi njiani, kwa sababu Mohamed hawezi kukubali hivi vitu na vinamuuma, anaweza kuwekeza nguvu mara mbili zaidi. Wakati wa jamaa nguvu hawana, klabu inaendeshwa na wanachama kwa kuchangishana changishana, si tunajua au? Na Mwiguru, umenielewa, kuna muda wenyewe wanashindwa kuvumilia, wanasema haya maneno. Hata angeniuliza mara kumi, kasema mwenyewe mwaka jana kuwa yeye anawasajilia Yanga na kuna mishahara analipa Yanga, kasema akiwa nyumbani kwake. Umenielewa, sijui naam, naam na hao watu wengine lakini wazee wakumbuke pia vita alionayo Muhammedi peke yake juu ya watu wa Yanga ambao wako kundi zima, ambao wananajisi na kuharibu mpira wetu. Sio vita ya kawaida, brother. Kaa kwa umakini, kawaangalie watu ambao wanaibeba leo Yanga, wanafika watu kumi, wote wamepita katika mamlaka makubwa, wanazo nguvu na wanasikilizwa teni tukabiliane na watu tukalione soka la haki. Mmeacha eti baada ya yeye anapigwa vita na watu wengine, mnaamka kundi la wazee fulani tu ambao amkua hata na busara, maskini ya Mungu, hazikutumika hata busara za kibinadamu. Mnakwenda kutafuta vichochoro huko, mkaende mkazungumzie klabu e. Brother nikwambie kuambie hii e, haya hayavumiliki. Hatuwezi kuharibu klabu yetu kwa sababu ya wauni watatu. Lakini lakinieu katika mazungumzo yao wazee walikuwa wanasema ya kwamba kama mwenyekiti Murtaza Mangungu, eh, anapokea lawama, lawama hizi zinapaswa moja kwa moja kwenda kwa mwekezaji ambaye ndo mwenyekiti wa bodi ambayo. Mwenyekiti eh, Murtaza Mangungu yeye ni kama mjumbe tu, hana maamuzi yoyote. Ah, una ngoja ngoja, ngoja mimi nikuulize, we, katika hoja zote zilizozungumzwa kuna mtu hata mmoja alionyesha mamlaka ya Murtaza na kazi zake alionyesha mamlaka ya mwenyekiti wa nani wa wa bodi na kazi zake? Yupo hata mmoja pale? Alisema hapana, walitaja tu vyeo. Unapomshutumu mtu katika kazi yake, manake ukasema, e, kwa mfano unasema sasa, Mohamed Hussein Shabalala hatufai, aondoke, afanyeje, kabla hujasema makosa yake utakuwa uko sahihi? Hapana, waainishe sasa. Wale wote walokata hata kazi za, za, za, za mwenyekiti wa klabu ya Simba hawazijui hata kazi za mwenyekiti wa bodi hawazijui. Wote wale waliokaa na kueleza, mimi mii nimewatazama vizuri, hata katika saikolojia wenyewe hawajijui wanachokisema. Ndio kwa nini tuwe waongo brother? Kwa nini tuvumilia vitu hivi? Watu wanakuja hawa, ukisikia, narudia tena, kakangu, kwa nia nzuri no. ya klabu yetu, ukisikia watu wanatumika, kama uliwahi kusikia haya maneno, huu ndio muda na hawa ndo wahusika Yaani wewe usitafute, sasa kina Murtaza usitafute naye. Ukisikia kuna watu wanatumika, ndo wa namna hii. Nitakukumbusha mimi, ujue mimi huwa siendi kwa kukurupuka. Kama unakumbuka mwaka jana, kuna kundi la watu ambao walikuwa upande wa wa klabu ya Simba, wengine ni viongozi, walienda kuweka kikao baa. Unawakumbuka vizuri? Naam, naam. Wana tofauti gani nao? Hapana.